Ah, mimi kwa jina naitwa Idi Isa mkazi wa Kahama eh, mfanyakazi wa mabasi stendi na ni mshabiki wa mabasi. Nimetoka Kahama kuja Nyakagwe kwa ajili ya furaha. Mpira ni furaha, mpira ni kuunganisha udugu baina ya mkoa mwingine na kwenda mkoa mwingine eh, sisi tumetoka mbali sana kuja kwa kujenga udugu na watu wa Nyakagwe hapa kwa ajili ya mpira, tumeletwa na soka. Mimi nimefurahia mwandaji wa ligi hii kwa sababu amejua nini maana ya utu na nini maana ni ya udugu. Amekaa amefikiria, ameona bora kuwakusanya wote, watu wa Kahama, watu wa sehemu mbalimbali kando ya ziwa, yote hii ni wakusanye kwa ajili ya mpira, ni wakusanye kwa ajili ya soka. Eh, ameona kitu kikubwa, sio kuandaa pesa kumgawia mmoja mmoja, ni kuandaa burudani kama hizi, mpira eh, huko unakutana na watu mbalimbali kutoka Kahama, kutoka Mwanza, kutoka Sengerema, kutoka wapi, wote tunakutana sehemu moja kwa ajili ya kitu kimoja, burudani ya mpira. Eh, yu ndo, yu ndo kitu cha kwanza wanaepusha na mambo mengi sana, mfano kama anasa ulevi. Amna mtu anaweza kafikiria anasa na ulevi wakati kuna burudani ya mpira. Kwa hiyo eh, ataepuka na, ma, na majanga ya marazi mbalimbali mbali. Mimi nilikuwa naomba na serikali waangalie watu kama hawa iweze kuwapa sapoti eh, kwa sababu wanatuunganisha kutuepusha na mambo mengi sana ya anasa. Eh, watoto wadogo wadogo, mabinti wadogo wadogo, akija hapa kwenye burudani watasahau mambo mengi kichwani ya kuweza kuingia katika mambo ya anasa mbalimbali. Kwa jina mimi naitwa Selemani Danieli, nimetokea Kahama, ni mshabiki wa Mabasi, pia ni kiongozi wa Mabasi. Kwanza tunapenda kumshukuru King Mapung'o kwa kutuunganisha vijana wote ndani ya manispaa mbili, Kahama na Msalala. Sasa mi napenda kuongelea michezo. Kwanza napenda kumshukuru King Mapung'o, mpaka sasa hivi ametuunganisha mpaka tuko hapa vijana pia anaenda kutoa ushauri kwa walimu wa mchezo, sio kama hivi tuishie hapa tu, pia hata mitaani kuna walimu wengine baadhi wanaoweza kwenda kuandaa mashindano shuleni na kuandaa vijana na kuja kuunganikana hapa. Sasa hivi tumekuwa na wingi wa vijana wa madawa ya kulevya, pombe, vilevi mbalimbali. Kwa mfano kama sasa hivi hapa, wengine tumetoka Kahama mpaka hapa tumekuja kuungana na vijana wa Nyakagwe, tumejumuika pamoja pia na mama Ukua. Tunapenda kumwomba tusaidie katika swala la michezo. Sisi vijana tunapenda sana michezo, sio lazima ucheze mpira tu, kuna michezo mbalimbali mbali ambayo kijana unaweza kwenda ukafanya na maisha yako yakaenda vizuri sana. Kwa jina naitwa jina, naitwa Musa Jafari Alfani. Kilichonivuta kwenye haya mashindano ni kwamba kwanza nimefuraha sana kwa kuwa timu yangu imependekezwa kuja kuchezea Uku, kwenye hii ligi ya King ma, nini King Mapung'o Cup, kwanza nimeenjoy sana, kwanza nime, kwa furaha tu nilikuta. Huku kwanza nimefurahi nime, nime watu wametoka sehemu mbalimbali, uwanja umejaa huko vizuri, watu wamenipokea vizuri, kwa kweli nimeenjoy. Majina yangu naitwa Esther James, ni mdau wa soka mkoa huu wa Geita. Kwanza kabisa nianze kwa kumpongeza mkurugenzi wa mashindano haya ya King Mapung'o kwa kuendelea kuwasapoti vijana lakini pia kuwapatia vijana ajira, nimpongeze sana lakini pia niwapongeze timu nzima ya maandalizi. Maandalizi yamekuwa ni mazuri, maandalizi yamefana, maandalizi yametaladadi. Kwa hiyo niombe aendelee kuwasapoti vijana, lakini pia niombe kwa mkoa wetu wa Geita wawepo wadau wengine ambao wataendelea kuwasapoti vijana kupitia sekta hii ya michezo. Kwa kweli mashindano haya ya Mapung'o Cup ya awamu ya pili yana faida kubwa sana kwetu sisi vijana. Kwanza kabisa tunavyojua, uh, michezo inaongeza inaleta ushirikiano, michezo inaleta umoja mshikamano na upendo unatuunganisha vijana mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali. Kwa mfano mimi natokea kata ya Nyakamwaga, nimekuja kujumuika na vijana wenzangu wanaotokat wanaotoka kata ya Nya, wanaotoka hapa Nyakagwe kwao, nimefurahi sana ni, na pia na mimi hapa tumekuja kujifunza pia kujifunza uh, vitu vingi ambavyo vinatufanya na sisi vijana Eh, kuwa pamoja, tumekutana pamoja hapa, tumeshare vitu mbalimbali ambavyo vinasaidia katika maisha yetu, na vivyo hivyo, hivyo, hivyo, hivyo, hivyo, hivyo pia mchezo inaleta inaleta hamasa mchezo, mchezo inaleta hamasa, upendo, mshikamano mahali ambapo kuna, kuna vitu, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna. Ama, mahali ambapo hakuna amani amani na kuwepo ambapo ambapo hakuna mshikamano mshikamano wa kuwepo. Kwa kweli tumefurahi sana tumefurahi sana.